Nafasi za kazi almashauri ya manispaa ya Temeke. Tangazo la nafasi za kazi mwaka 2025 mkurugenzi wa manispaa ya Temeke anawatangazia Watanzania wenye sifa na nia ya kufanya kazi katika manispaa hii kuomba nafasi za kazi tatu, baada ya kupokea kibali kutoka ofisi ya Rais management ya utumishi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 uwe umehudhuria mafunzo ya uendeshaji magari driving course katika chuo cha VETA au NIT au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Mshahara ni kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali ya TGSB. Masharti ni kwamba uwe na umri kuanzia miaka 18 hadi miaka 45, lakini vilevile result slip au form 4 result slip hazitakubaliwa na hakikisha kama umesoma nje vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama TCU na Tevet pamoja na NECTA. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 24 nne mwezi wa kumi na moja 2025 na na maombi yote yatakayowasilishwa nje ya utaratibu huu hayatafanyiwa kazi wala kufikiriwa. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu kwenda kwa mkurugenzi wa manispaa, halmashauri ya manispaa ya Temeke, SLP 46343 Dar es Salaam. Na maombi yote yatuma kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira, yaani ajira poto. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Santeni na karibuni.